Mche wa karafuu unazaa miaka minne, mitano na koma, lakini mpaka miaka kumi na tano unakwenda kuzaa. Kwa hiyo sisi tukipanda miche isiyopungua milioni mbili ya mikarafuu Morogoro, miaka mitano kutoka leo, tutakuwa tunashindana namba mbili, namba tatu, Morogoro. Yaani utakuwa unasema the number one producer in the world ya karafuu ni Indonesia, the number two producer ni Morogoro.

Ama itakuwa kilimo ama itakuwa mifugo, lakini it will be related to the, to the four parts of agriculture internationally defined, ambayo ni kilimo mazao, kilimo mifugo, kilimo uvuvi na kilimo misika. hapo hapo tutaongelea hapo hapo tuwe hajwendi kwingine. Sasa we are going to do the best we can. Hapo si ma mazuri kati ya sekta na binafsi nimeazungumza na, na mwaka jana tulipewa certificate of appreciation na TRA. Hii yote nadhani ni indication i kwamba tuko karibu kuhakikisha kwamba tuna contribute kwenye kufua kwa uchumi na wa nchi, na hii nayo wakulima wengi wananufaika sana. Kuna sua fursa sisi sawa na grupu kubwa ambayo inawaimarisha sana wwanini wa, wa, wa, wa, wa jasiriamali. Kuna eh, greenhouse construction installation ambayo iko na inatumika vizuri wilaya ya Gairo, wilaya ambayo nimepata fursa ya kuweza kuiongoza kwa kipindi cha miaka minne, fursa ambayo uh, tuliiona chini ya uongozi wa Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa Adam Kighoma Malima ni fursa ya kuweza kulima mazao ya parachichi, lakini fursa ya kuweza kulima mazao ya viazi mviringo, lakini hali kadhalika fursa ya kuweza kulima kahawa. Na baada ya maelekezo na baada ya kukaa vikao kadhaa na wadau wa sekta binafsi tukawa tumekubaliana tuanze na mazao ya parachichi na viazi mviringo. Tulifanya majaribio, majaribio yamekwenda vizuri sana, na mazao ya parachichi sasa hivi yanakwenda vizuri. Baada ya miaka mitatu ijayo, Gairo itakuwa ni miongoni mwa wazalishaji wa zao la parachichi, na ikizingatiwa sasa hivi kutokana na kazi kubwa sana iliyofanywa ya diplomasia ya uchumi ambayo imeongozwa na mwanadiplomasia namba moja, Rais wetu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan. Mazao ya kutosha tuna product ya kutosha kuze, ku, kuendesha viwanda vyetu. Nakubaliana pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa, lazima tuangalie mbele, tusiangalie leo tu matatizo yetu. Tatizo moja kubwa sana kwa wawekezaji kwetu sisi ni upande wa sisi, wengi tumejisajili pale TIC na kabla tuanze kujenga kiwanda lazima tupate Kabla mm. kupata e, si mm. a lana hati zako hizo hati. Kwa mfano, sisi tumenua Star City, tuna karibu ikari 21 hapa kwa karibu na mjini 1 bilioni shillings zunguko wa TIC kupata hati mpaka sasa imechukua zaidi ya mwaka mmoja.